Chuma ulete. Sasa chuma ulete ni nini? Ukisikiliza wafanyabiashara wengi, dhana ya neno chuma ulete ni hasa pale ambapo biashara inakuwa kubwa lakini pesa haionekani, au unapata pesa lakini hauelewi pesa zinaendaje au zinaishije, zikisha haraka bila kujua, ndio dhana ya chuma ulete inaibuka. Sasa kwazia leo, naomba nikufundishe kitu kimoja, chuma ulete hasa kwenye biashara ni haya mambo sita yafuatayo. Jambo la kwanza ni kutofuatilia matumizi ya pesa yako. Huu ndo chuma ulete mkubwa kwa wafanyabiashara wengi, na hata ambao sio wafanyabiashara lakini wanapata kipato kwa mwezi na kuendelea. Kuna tabia ya kutokufuatilia matumizi ya pesa, hasa watu wengi hawarekodi pesa zao, kwa maana ya matumizi. Anatumia bila kuandika sehemu yoyote bila kutofautisha matumizi yake. Sasa kwa hali kama hiyo, uwezi ukajua pesa kiasi fulani kimeenda wapi, kiasi fulani kimeenda wapi na kiasi fulani kimeenda wapi, na mwisho wa siku unakuja kwenye dhana ya kufikiria kwamba labda kuna chuma ulete kwenye biashara yako, kuna chuma ulete kwenye vyanzo vyako vya pesa. La hasha, hamna chuma ulete. Chuma ulete ni wewe mwenyewe ambaye haufatilii matumizi ya pesa yako unayoipata. Lakini jambo jingine kutokuwa na bajeti ya matumizi ya pesa yako. Ukiwa unatumia pesa bila bajeti, automatikali huyo ndio chuma ulete mwenyewe, kwa sababu haujui hiyo pesa itatumikaje. Utakuwa unatumia bila mpango maalum wa matumizi hayo, haujatenga kiasi hiki nitumie kwenye kitu hiki, kiasi hiki nitumie kwenye kitu hiki, na kiasi hiki nitumie kwenye kitu hiki. Mwisho wa siku matumizi ya pesa yatakuwa ni makubwa kuzidi kiasi ulicho nacho, na utajikuta mwisho wa siku unakopa ili kukidhi baadhi ya mahitaji ambayo ni ya msingi na haujayafanya. Sasa ili kuepukana na dhana ya chuma ulete, aza sasa kutumia pesa yako kwa kufata bajeti. Fanya matumizi uliyoyaainisha kwenye bajeti ainisha kabla ya kupata kipato chako, ili ukipata ni kugawa tu kipato chako kulingana na yale uliyoyaainisha kwenye bajeti yako ya matumizi, kama ni ya mwezi au muda fulani. Hapo hautakuwa na dhana ya chuma ulete na utaona flow nzuri ya kipato na matumizi yake vikiwa vina balance. Lakini jambo la tatu, kuwa na matumizi makubwa kuliko kipato unachokipata matumizi makubwa kuliko kipato unachokipata inatokea pale ambapo umekamilisha baadhi ya matumizi yako kwa mkopo. Mwisho wa siku utajikuta kipato chako kinakuwa kidogo kuliko matumizi unayoyafanya. Umefanya matumizi ya laki tano wakati kipato chako ni laki mbili, halafu bado unaanza kujiuliza kwamba hii imekaaje, mbona pesa inayoipata ni, ni ndogo ila matumizi yamekuwa makubwa? Maana yake unajazilizia pesa nyingine Aidha kwa kukopa, na mwisho wa siku utajikuta kama umestaki kwenye mnyororo wa madeni, kwa sababu kila kiasi unachokipata utakuwa unatumia kulipa madeni. Lakini jambo la nne, kutotenga mapato kutoka kwenye vyanzo vyako. Kuna wengine wamejaliwa kuwa na vyanzo vingi vingi tu vya mapato. Kuna wengine wana vyanzo zaidi ya viwili, wengine vitatu na kuendelea, wengine vyanzo vinne, vitano wamejaliwa kuwa na vyanzo vingi vya mapato, na bahati nzuri ni vyanzo ambavyo vingi unakuta viko active vizuri, vinawaingizia pesa nyingi tu kwa mwezi au kwa muda fulani. Sasa tatizo lao kubwa moja ni kwamba hawatenganishi amounts kulingana na sehemu ambazo zinatoka hizi pesa. Una vyanzo vinne, pesa una Collect. Kama pesa yote imetoka kwenye chanzo kimoja hii siyo sign nzuri ya money management. Na jambo la tano, kupuuza gharama ndogondogo za pesa. Kama unashindwa ku manage pesa hizi ndogondogo, basi hata kiasi kikubwa hauwezi ku manage, kwa sababu hiki kiasi kikubwa chote kinaanzia na discipline ya pesa ndogondogo unayopata. Ukiwa na tabia hii ya kuandikia au kurekodi pesa kuanzia kwa kiasi fulani tu, yani pesa kubwa kubwa na unaacha ndogondogo, mwisho wa siku utajikuta hesabu hazibalansi mwisho wa mwezi na unapoteza pesa nyingi sana pasipo kujua. Lakini jambo la sita na la mwisho, kuna kitu kinaitwa black tax eh, black tax, kodi nyeusi. Sasa black tax, kama umekuwa ukisikia mara nyingi eh, sehemu mbalimbali page nyingi za elimu ya fedha wakizungumzia ishu ya black tax. Black tax ni zile pesa ambazo unazitoa aidha kwa ndugu, jamaa, marafiki ambao wanaamini wewe una wajibu wa kuwasaidia kwa sababu aidha umepata kazi, una biashara kubwa au umeajiriwa, kwa sababu wanaamini una pesa. Kwa muda wote wakikomba pesa, wanaamini huyu jamaa atatusaidia E, ni pesa ambazo actually tunazipoteza sana kwa hawa watu, na kwa sababu ni pesa ambazo huwezi kuja kudai wala huwezi kuja kusema arudishe, kwa sababu sio mkopo, ni pesa ambayo unaitoa kwa lengo la kusaidia, that is black tax. Sasa kupitia ya black tax, mwisho wa siku unakuta pesa inapotea pasipo hata kujua, kwa sababu leo umepigiwa na ndugu huyu, umetoa pesa, kesho utapigiwa na sijui shangazi, toa pesa kesho utapigiwa na jamaa yako au rafiki yako wa karibu, umetoa pesa. Kesho utapigiwa sijui na mtoto wa mjomba, umetoa pesa. Mwisho siku unakuta umepoteza pesa nyingi sana e, na kuanza kufikiria, au kuna namna nyingine ya tofauti pesa zangu zina zinatumika? No, hapana. Ni matumizi haya ya kawaida ambayo mengi, mengi, tunayafanya pasipo kuyazingatia. Basi unaweza kutuandikia hapo kwenye, eh, kwenye comment ni kwa namna gani wewe ulikuwa unaelewa chuma ulete? Basi tuandikie hapo kwenye komenti eh, kivipi ulishawai kukutana na senario kama hizi za hadi ukafika muda ukaamini kwamba labda kweli ni chuma ulete ambao nawasikia, pesa zangu zimepotea nailikuwa <laughs> mwaka gani? Tashukuru sana kupata komenti yako. basi kama ni mara yako ya kwanza pia hakikisha unasubscribe chaneli hii na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na maudhui yetu ambayo tunaposti kila siku. Kumbuka chaneli hii inaposti maudhui ya aina mbili. Maudhui ya kwanza ni maudhui ya elimu ya fedha, uwekezaji na biashara, lakini maudhui ya aina ya pili ni maudhui ya kazi na ajira, lakini pia usisahau kushare na ndugu jamaa na marafiki, ili nao wafikiwe na elimu hii kuhusu usimamizi wa fedha na biashara. Basi kwa leo sina la ziada, asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho mwa video hii. Tukutane posti ijayo.